Kwa zaidi ya miezi sita wakazi wa Njipship eneo bunge la Emurwa Dikiir kaunti ya Narok wamekuwa wakiishi bila umeme huku huduma za biashara, hospitali na hata shule zikiathirika. Wakazi wa eneo hili sasa wakililia serikali kuingilia kati kuagiza kampuni ya Kenya Power kushughulikia hali hii, kama anavyotuarifu Krispin Otieno. Wasiwasi wasi umezidi kugubika wakazi wa eneo hili la Njipship, Emurwa Dikiir, kaunti ya Narok kwa umbali utaona kila kitu kishwari, ila utapigwa na butua kusikia kwamba sehemu hii imesalia bila umeme kwa zaidi ya miezi mitano. Hapa ni mojawapo ya hospitali inayotegemewa na maelfu ya wenyeji hapa. Mgurumo wa jenereta unatukaribisha katika hospitali hii. Huduma za afya zimeathirika pakubwa Njipship, dawa na vifaa maalum zikiharibika kutokana na ukosefu wa umeme. Tuliamua kuingia ndani ya hospitali hii kutathmini hali. Bila shaka ni hali ya kusikitisha katika chumba hiki cha upasuaji, kwani kutokana na ukosefu wa stima, wagonjwa ambao wanapaswa kupata huduma katika chumba hiki sasa wakilazimika kuelekea maeneo mbali, jambo ambalo hawakutarajia. Tumekuwa na shida mwezi tano, tujiona stima, so na nasikia na tunatumia jenereta So pia immunization, vaccines za immunization pia, siliharibika mingi. Kilio siyo kwa hospitali pekee, katika shule hii ya mseto ya Pirar, usimamizi wa shule hii pia umesalia njia panda, ukosefu wa umeme kwa miezi kadhaa umesambaratisha shughuli. Wakati wanapaswa kuanza masomo ya kompyuta kwa mujibu wa mtaala mpya ndani ya taasisi hii ya masomo kompyuta hizo zimefunikwa na kitambaa. Mara ya mwisho stima kuonekana hapa ni mwezi Septemba tarehe mbili. We are unable to conduct even preps for the boys and girls and even morning preps, we cannot be able to print the exams Because we don't have when pack, pack up. Kilio ni vivyo hivyo hata kwa wachuuzi sokoni, wauzaji wa vyakula maeneo ya ususi. Hali si hali kwa sasa, macho yote na masikio ni kwa serikali na Kenya Power kujua iwapo wakati huu wataitikia kilio chao ili mwanga urejee tena Njipship. Crispino, Tieno Runinga ya Citizen.